Neema ya siku ya leo, wapo watu watakutafuta kwa sababu ipo neema itakayokubeba itakuketisa panapo nafasi. Yesu asifiwe! Yesu asifiwe! Anaweza ukaambika tu kichwa cha somo kinasema, neema mpya kwa kulitunza kanisa. Unawezaje ukapata neema machoni pa Bwana kwa sababu ya kulitunza kanisa? Yamkini ukawa unawaza ya kwamba kanisa linalozungumziwa lichengo? Hapana, kanisa linalozungumziwa ni pamoja na makuhani wa Bwana, pamoja na watu ambao unafanya kazi pamoja unafanya kazi nao ndani ya kanisa. Ni pamoja na wahitaji ambao wanahitaji msaada wako, ni pamoja na jamii inayokuzunguka hao ndio kanisa ambayo tunazungumzia. Iwapo utatambua kwamba nitakapolitunza kanisa la Bwana, nitakapo wajali yatima, nitakapowajali makuhani wa Bwana nitakapowatunza, ipo neema ambayo Mungu ataiachilia juu yangu. Hata pale ambapo wewe uliona kwamba vita yako haiwezekani kushinda, Mungu ataachilia ushindi usio wa kawaida. Hata pale ambapo uliona siwezi kupiga hatua tena, Mungu atakupa hatua nyingine mpya, kwa sababu umetambua tamani ya kulitunza kanisa la Mungu. Yesu asifiwe! Yesu asifiwe! yamkini wapo nakucheka saa ingine wanapokuona unakuja ibadani, wanasema unapoteza muda, wanasema wewe hauna chochote ambacho ni cha maana. Wapo wa watu ambao unawasindikiza lakini nataka nikuambie, pamoja na hayo yote wanaoyasema wanayatamka juu yako, mawazo yao wanayokuwazia wewe, Mungu anasema hapana, mimi ninakuwazia mema, kwa sababu neema ambayo ya wengine ipo neema zaidi ambayo itakupita juu ya hiyo neema ulio nayo ambayo itakuhusa itakutembea mambo makuu na ya ajabu, ambao wale watu waliokucheka wanashangaa ya kwamba mbona alikuwa hivi. Yesu asifiwe, Yesu asifiwe. Sikiliza, yuko mtu mmoja ambaye ni mwanafunzi ambaye hakutajwa pale mwanzo ambaye Mungu alifisa, lakini alijulikana kama mwanafunzi wa Yesu. Aliitwa Dorkas au Tabita. Huyu mtu kwenye bibilia, ukimsoma utagundua kwamba alikuwa anawatuuza makuhani wa Bwana, alikuwa anawatuuza watumishi wa Bwana kwa kuwashonea nguo nzuri, kwa kuwashonea kanzu. Alikuwa anawatuuza watu hata wamama waliokuwa wamemzunguka, alikuwa anatoa sadaka ya kuwashonea nguo nzuri, ya kuwatendea mema. Alipokuwa akifanya hivyo, ulifika wakati akaugua, akishakafa alipokufa, Bibilia inasema Petro aliposikia habari zile, alipokwenda akamtazama, akasema hapana, akamlilia Mungu kwa sababu watu wa mahali pale walisimulia matendo ambayo alikuwa anayafanya kwenye yale mazingira. Alipokuwa akisimulia yale matendo, Petro ndani atamwendea mwanamke, ataomba mbele za Mungu, na yule mwanamke akapata neema mpya kwa sababu alitunza kanisa. Akapata neema ya kuishi tena kwa sababu aliwatunza watu wa Bwana, alitunza kanisa la Mungu. Yesu asifiwe! Yesu asifiwe! Yule mwanamke akapata kuwa hai tena, akafufuliwa tena kutoka kwenye hali ya kufa akawa hai tena. Kwenye maisha yako yapo mambo ambayo yamekufa, hayapo hai tena, hayawezi tena kuendelea. Nataka nikuambie, ipo neema mpya unapolitunza kanisa, unapowajali wachane, unapochali wahitaji, unapowatunza wahitaji. Ipo neema mpya kwa kulitunza kanisa la Mungu, hata yale yaliyokufa yanapata uhai tena, yanapata kuishi tena, hata utalia mwaka huu, lakini Bwana nasema ninapokufuta machozi, hautalia tena na utakuwa na furaha tele. Sikiliza nikwambie, lakini kuna wakati ambao unayaona mambo yako